Kenani, kwa dakika zisizozidi tano na utafatiwa na mheshimiwa Anatropia, Theonest, kwa dakika zisizozidi tano. Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru. Ofisi ya Rais Tamisemi, tukifanya vizuri tunamtendea haki mwenye jina mwenyewe, tukifanya vibaya hatumtendei haki mwenye jina mwenyewe, mheshimiwa rais. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa sababu muda ni mchache, ni aibu mpaka leo bendera ya taifa picha ya mheshimiwa rais, kuambia shuleni wanunue pelekeni, na inawezekana tuhitaji malaika Gabrieli. Jambo la pili, upande wa Tarura. Mheshimiwa mwenyekiti, naishukuru serikali kwa kusikiliza bunge kuongeza bajeti kwa miaka minne mfululizo lakini bajeti hizo zinakwenda. Mheshimiwa mwenyekiti, jimbo la Nkansi Kaskazini, robo tatu ya barabara zake ziko chini ya Tarura pamoja na kuongezeka kwa bajeti. Ebu angalieni maeneo yaliyoathirika zaidi muyape kipaumbele, au kuwa na programu maalum ya kuweza kumaliza hizo changamoto. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati nazungumza hapa mwaka jana, niliwaambia kuna Kinani, kivuko kimoja ambacho kimekuwa kinapelekea vifo vingi vya wanafunzi, nikawaambia mnasubiri mpaka nani afe mchukue maamuzi. Nashukuru mmetewa fedha kidogo, ile barabara haijakamilika. Hatutaki tena watoto wetu waendelee kufa pale. Hatujui wale wanafunzi watakuwa nani kesho. Tuheshimu ndoto zao, tuweze kujenga hicho kivuko kati ya kata ya Isunta na kata ya Namanyele. Tuweze kumaliza kwa wakati. Jambo lingine, natambua uwekezaji ambao umefanyika kwenye wizara hii. Upande wa elimu, lakini upande wa sekta ya afya, lakini ushauri wangu uwekezaji huo uendane na huduma zinazotolewa, sio majengo yabaki kuwa sifa ya majengo. Huduma hizo zitolewe kulingana na uwekezaji uliofanyika. Jambo lingine Mheshimiwa Mwenyekiti, upande wa elimu, upande wa elimu tuangalie sana. Kuna mikoa ambayo ilikuwa nyuma kielimu, lengo keki ya taifa tuigawanye kote, kwa maeneo yale mengine yapewe kipaumbele zaidi. Jambo lingine Mheshimiwa Mwenyekiti, ni uchaguzi wa serikali za mitaa. Tulitumia bilioni mia mbili hamsini na nne. Fedha kutumia sio jambo baya, nini kilienda kufanyika? Mheshimiwa Mwenyekiti, mheshimiwa Mchengelo ameshafanya kazi kwenye wizara hizo nyingine vizuri kabisa, na hata wizara ya TAMISEMI maeneo mengine na usimamizi vizuri kabisa. Kwenye eneo la uchaguzi wa serikali za mitaa, mimi ni Mkristo Mkatoliki, ukweli utaniweka huru. Mambo yalifanyika ya hovyo kabisa mwaka jana kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, kuanzia mwanzo kwenye kuwaengua kuwa, kuwa, kuwa wagombea haiwezekani tena, mnaondoa mambo ambayo hayapo kisheria wala kikanuni. Mheshimiwa waziri, wewe ni mwanasheria. Eti mnasema fomu moja, sehemu aliyojaza anajua kusoma Kiswahili, kwamba eti alipiga tiki sehemu ya pili kwamba anajua na Kiingereza, kwa alikosea kujaza fomu, hilo jambo linamuondoa mgombea. Naomba niwambie, amani tunayoimba, amani ni tunda la haki. Tusipoiandaa haki, amani tutaimba itaji kutumia mtutu wa bunduki. Mheshimiwa Rais ameanza vizuri ametenda vizuri. Yaliyotokea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, bado maumivu ya watanzania ni makubwa, imani imepotea juu ya kulinda haki yao kwenye kura zao watakazopiga. Mimi naeleza hapa, naipenda nchi yangu. niliwaambia wananchi wangu wasifanye fujo, sitaki ndugu zangu waumie wala wafe kwa ajili ya uchaguzi. Mheshimiwa mwenyekiti, kama kuna ajabu ilitokea, hata wale wachache waliotangazwa siku wanakwenda kuapishwa kwa, kwa hakimu wanakutana na aliyeshindwa anasema, nimeagizwa na chama changu nije niape. Ni aibu ya taifa. Amani hii tunayoizungumza leo ilitengenezwa na kutengeneza kwake ni haki. Tendeni haki. Mheshimiwa Rais amefanya mambo yake mazuri, wasubiri wananchi waamue, na haki za watu zilindwe, maamuzi yao yaheshimiwe. Hakuna mtu leo, mnaona ya mambo yanazungumzwa hapa. No reform no election. Hayaji tu ni mambo yamesababishwa na hayo maumivu ambayo watu wanazungumza. Kuna majibu yatolewe. Hakuna mtu ambaye anaweza kuvunja amani ya nchi. Tukivunja tunaenda wapi? Taifa ni la kwetu sote. Yaliyojitokeza ya kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, tusione aibu kwamba tulikosea, tujisaishe. Turudishe amani ya taifa letu. Turudishe haki ya mpiga kula. Turudishe heshima ya mpiga kula. Viongozi wote wanatokana na maamuzi ya wananchi. Tukikosea leo, tunatengeneza taifa la namna gani? Tutasema sawa tumerudi. Na mimi, mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli tunasema mambo yamefanyika, hata jimboni kwangu yamefanyika. Nataka nirudi kwa haki, wananchi waamue, kwamba aidha tunakurudisha bungeni, sio kwa sababu fulani amesema wananchi watakuwa, mbunge waliyemchagua, diwani waliyemchagua, wanaweza kumkosoa kwa makosa anayoyafanya. Leo tukitumia mgongo wa nyuma, tukatumia mamlaka, amani hii tutaihubiri, leo tunayohubiri leo, hatutatumia mtutu wa bunduki kuirudisha, tutairudisha kwa kutenda haki, na haki ndio tunda la amani. Ndio ushauri wangu kwenye eneo hili, bila hofu yoyote. Kama Mkristo nitawashauri tumetoka huko na wote tuna dini humu ndani. Makosa yaliyofanyika tukubali yalifanyika ni makosa. Tuilinde nchi yetu kwa kutenda haki, na haki ndio tunda la amani. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Asante mheshimiwa Aida kwa kuheshimu muda. Mheshimiwa Asenga nilikuona, lakini uh, kwa kuzingatia changamoto ya muda nitaomba uniwe radhi. Asante sana mheshimiwa Asenga. Mheshimiwa uh, wabunge, tunaendelea na mheshimiwa Anatropia Theonest. Uh, ajiandaye mheshimiwa Abdalla Dadi Chikota na mheshimiwa Stanislaus Shingoma Mabula. Na kushukuru mheshimiwa mwenyekiti, nitaanza kwa kutoa pole kwa waumini wa dini ya Kikatoliki ambako mimi pia ni muumini, kwa kumpoke, kwa kumpoteza kiongozi wetu ambaye ametangulia mbele ya haki. Tuendelee kumwombea pumziko jema ili naye atakavyofika huko azidi kutuombea lakini pia ni, niendelee kwa kueleza kwamba ukisoma hotuba kuna maeneo ambayo ninajaribu kuyakoti, kwa sababu ya muda, najua ni dakika tano. Waziri amesema au ameandika tulipotoka kulikuwa na vumbi hapa, alikuwa anaelezea rami. Tulikotoka kulikuwa na vumbi, lakini leo tunatembea kwenye rami. Tulikotoka kulikuwa na miteremko isiyopitika, leo tuna barabara zinaunganisha ndoto na fursa. Kuongezeka kwa barabara za changarawi kwa asilimia alizozitaja anasema hivi ni viunganishi vya matumaini. Unavyosoma vyote alivyovisema katika jimbo langu la Kyerwa ni kama havina uhusiano, na wakati mwingine nikiwa nasoma najiuliza hivi tuna Tanzania ngapi? Natambua kwamba resources zinaweza zisitoshe, lakini resources zitakuwa na maana kama zikimgusa mmoja mmoja, kama zikigusa jamii, kama zikigusa wilaya, kama zikigusa jimbo. Sisemi hakuna kilichofanyika, lakini nikipata muda nikaeleza ramani ya wilaya ya Kyerwa kuanzia za